Na mtazamaji, naye afisa wa polisi kaunti ya Homa Bay amewaua watoto watatu na kisha kujitia kitanzi na kujiua. Nam, inaarifiwa kwamba hatua hii ilitokana na, na ugomvi wa kinyumbani. Afisa huyo wa miaka 30 David Okebe aliyekuwa akihudumu kituo cha polisi cha Marsabit anaripotiwa kuwapa sumu wanayo wawili na mtoto wa shemegie. Nam, watoto wote watatu wakiwa wakati ya miaka mitano na sita, baadaye anaripotiwa kujitoa uhai. Polisi wanachunguza kisa hiki.